Bwana Mafuru, watu wanasema serikali bwana iache kumunya maneno, serikali imekaukiwa pesa hawana, nasema serikali haina hela, mambo ni magumu kwa sababu serikalini hakuna pesa, waikuwa wanakusanya mahela kodi na vitu wa namna hiyo, kauli za mtaani. Sasa mimi najua bwana eh, Mafuru, wewe ndio huko jikoni, wewe ndio huko kwenye kwenye chungu, labda reality ikoje, situation ikoje kulingana na namna ambayo tumeikita kwenye kukusanya kodi kutokana na vyanzo vyetu vya ndani We, nani za kimataifa jumuiya za kimataifa uchangia nazinywe kuna kati zimeshake kwenye mauchumi ya nchi zao. Je, situation ikoje leo? Ni kweli tunauona uchungu kwa sababu serikalini hakuna pesa, au ni kweli kwamba zipo lakini tu ni kwa kuwa zimekuwa directed kwa maeneo mengine? Wewe sasa uko kwenye chungu jikoni, hilo la pili ndio reality? yeah. Mimi, mimi sina sababu ya kutafuna maneno yeah. na mimi ni Mtanzania, bahati nzuri kabla mimi ya kuingia kwenye serikali, mimi nimekuwa kwenye banking sector for over 20 years hii sio mara ya kwanza tunakuwa na liquidity crunch kwenye soko. mm -hmm. Uh, every year you can remember, nenda nyuma, rudi nyuma, mwaka wowote ule, baada ya budget mm -hmm. ya serikali kunakuwa na liquidity crunch mm -hmm. kwenye soko, kwa sababu wakati huo serikali inakuwa haianzi kuspend kwa sababu yeah. sabu ndo mwaka umekwisha, mm -hmm. vyanzo vipya vya mapato vimetafutwa, mm -hmm. na serikali inakuwa inajipanga mm -hmm. kwa kati ya um, tuseme kuanzia mwezi Mei all the way mpaka mm -hmm. august mara nyingi huwa tunaona kabisa kuna liquidity crisis kwenye soko. Mm. It's, it's a cycle. Mm. Okay? Sasa, hata, hata mwaka huu ilikuwa hivyo hivyo. mm -hmm. So, mimi ukiniuliza July all the way to, to yeah. August. Was it a new thing? Ni normal, imekuwa ikitokea kila mwaka, naisema from experience. So, kota iliyobakia ni hii kota ambayo tuliopo sasa. yeah. you know, serikali imekaukiwa, I'm saying, no, We've seen huge spending zikifanyika kwenye infrastructure tembea tunapata nafasi ya kutembea huko mikoani yeah. mm -hmm. Unaona barabara zinajengwa, unaona viwanja vya ndege vinajengwa. you know, we follow these things. Hivi vitu havitokei okay tu uh, kama kama ukiwa, uh, so who's that uncle Joe ngeku aukiwao ambaye anafanya kama sisi tuna pesa. Kwa hiyo mimi mm -hmm. nasema tumepanga au tumechagua ku direct pesa zetu kwa sasa kwenye kwenye maeneo ambayo haya leti pesa kwenye mifuko yetu moja kwa moja mm -hmm. it's a choice we are making now mm -hmm. the only hope and this is probably the challenge for the government i yeah, yeah. kwamba mm -hmm. two three years down the road mm -hmm. kwa Tanzania, kwa wa Tanzania wanatakiwa waanze kuona kwa kwamba remember the the crunch we went through mm -hmm. in 2016 mm -hmm. this is now the outcome mm -hmm. you know, kwamba tunaona reli inafanya kazi tunaona ndege nyingi zinakuja zinatua mikoani huko. Uh, tunaona barabara zinafanya kazi. mm -hmm. tunaona umeme umeongezeka. mm -hmm. tunaona production cost zimeshuka. mm -hmm. remember the, the, the tough life we had mm -hmm. this is payback mm -hmm. Lakini kwa vyote vile haiwezi kuwa tu smooth namna hiyo kwamba, mm -hmm. tumetoka kwenye mazingira ambayo tulikuwa ni nchi ya wachuuzi, kama ni soko la China. yeah, yeah. yeah. You know, So everything you do una, una actually, uendelezi chochote nchini mm, unatumia bidhaa za Wachina. Mm. We are trying to say tuwache kuendelea kutusubiri bidhaa za Wachina tufanye uwezekano wa uweze wa kutumia bidhaa zetu hapa yeah, tutujenge viwanda hapo yeah. Ujengi kwa siku mbili, kazi, yeah. ucho, viwanda, viwanda kwa siku mm, mbili halafu kesho kianze kazi. Tunasikia watu sema nchi ya viwanda viwanda mm, viwanda viwanda viko wapi? Pick one manufacturing industry duniani popote unapopajua ambayo imejengwa kwa miezi sita ikaanza production, you know, kwa hiyo hata kama ni viwanda, Mheshimiwa Rais anasema viwanda, tunaamini kabisa kwamba this is something that will take, will take take you know medium to, to long-term period for, for maturity kabla tujaanza kuona hizo, miaka mingapi tupatie, tupatie I mean I think mimi ni katika hali ya kawaida tu cycle ile, we talking about 2 to 3, 2 to 3 years tutaanza kuona the real impact ya hii investment tunayofanya sasa okay. it's, it's a long time it's worth lakini it doing So that will open up this country, hiyo potential tunayoisema kila siku, kila mtu anaimba this country na utajiri mwingi, lakini utajiri ambao haui exploited kwa sababu hatuna fasiliti za ku exploit. Bwana Mafuru, turudi kwenye maswala ya watu wanaopata sasa hivi, hiyo tunaangalia ni taswira ni ini portrait ambao tunatakiwa kuwa tunapoelekea, lakini pakati, viwanda vinafungwa tunategemea ajira, watu mamia na maelfu wanapoteza ajira, sababu huo mzunguko wa pesa, watu wanakosa kazi, wanakosa sehemu ya kupata hiyo kipato. Ela tayari imefunga na kazi huna, tufanyeje? Mimi nafikiri Dabi, kuna swali ambalo watu hawalisemi vizuri. Hatujasikia eh, watu wakisema ni kwa nini hasa viwanda vinafungwa. Unajua they are being generic statements kwamba tunafunga because there's no circulation. Wanakusema uendeshaji mitambo. I don't think kila mtu anayefunga sababu yake ni ni hiyo hiyo. Okay. Kuna wengine wanafunga kwa sababu tu you know they, they've invested in, in, in uh, viwanda au au market ambazo sio sustainable au product ambazo hazina quality as you used to compete. Lakini inawezekana pia kweli ni ni gharama za uendeshaji. Mm -hmm. Sasa kama gharama za uendeshaji uh, I think it's time to start thinking kwamba okay, kama gharama za mtaji zimekuwa tutafute namna ambayo tutapunguza Uh, wafanya wafanyakazi ni, ni kweli kama kama gharama zikipanda wafanyakazi watapungua. mm -hmm. Lakini hii sio the only place haya mambo yanatokea, i inatokea. am mm -hmm. Uh, I was just reading ni uh, wiki mm iliyopita tu Ijumaa au Alhamisi, Kenya wame revise the growth uh, targets mm -hmm. Uh, I think it was somewhere around 6.5 imeshuka to 6, 6. Mm -hmm. They are making a statement kwamba uchumi ume slow down mm -hmm. you know, kwa hivyo na, na hii global uh, recession sio tu Tanzania nchi kubwa kabisa peak Nigeria. mm -hmm. Nigeria ina mafuta as we speak, sio kwamba ina explore as we speak, wanachimba wana mafuta lakini the economy is, is dwindling. You know, peak South Africa. mm -hmm. you know, hakujatokea mabadiliko ya uongozi, lakini wanazo fundamentals zingine ambazo zinawa affect mm -hmm. na uchumi, uchumi una, una, una, una, hauendi vizuri, lakini this is also a, a, a, a reality kwenye hata nchi zingine o zi kubwa kabisa, kabisa mm -hmm. duniani mm -hmm. kwa hiyo tusisahau pia kwamba dunia kwa ujumla uchumi una una slow down, kwa sababu nyingi tu. Mataifa makubwa kama kama Marekani, mataifa makubwa kama China ambayo ndio yana drive uchumi yana yana safa pia. Sisi tunategemea sana uh, injection ya, ya investment funds, uh, kutoka China kutoka Ulaya lakini sasa hivi wa China nao they busy fixing the economy ambayo hapo nyuma ilikuwa ime, ime slow down mm -hmm. kwa before they write a check to invest in Tanzania, they will have to fix their own countries. Kwa mi nasema, ni realities ambazo zinaikumba dunia, nchi zitatofautiana uh, impact kutokana na kiwango cha uh, stability ya uchumi ulivyo. Lakini mimi kwa kwa sisi kwa hapa Tanzania, I, I want to have faith in, uh, in, in what the government is currently doing. It's, a, it's an adjustment ambayo, ambayo ni painful. You know, nilianza mwanzoni na, na, na, na mfano wa household, ni, ni maamuzi ambayo baba na mama nyumbani wanafanya, ili ili ili familia iendelee, watoto waendelee kusoma shule mm -hmm. waweze kulipa fees na maisha ya kawaida yafanyike. Vitu vingine ambavyo vilikuwa vinaongeza pressure kwenye kwenye wallet mm -hmm. vi, vi, vinapunguzwa. Kuna watu kwenye familia hawatafurahia, kuna watu kwenye familia wataona wamekuwa denied certain things, lakini lazima baba na mama waweze kuwaashua watoto kwamba hii ni temporary tu, tutakapokuwa tumeweza kupata one, two, three things mambo yatabadilika. Na hii ndio unayoisikia kila wakati kwa Mheshimiwa Rais mm -hmm. kwamba Hebu tufiksi haya mambo yetu yalivyokuwa yameharibika ili Tanzania hii iweze kwenda mahali tunapopataka. It's, it's a promise is given Tanzania.